Asiriamali ya ya mbalimbali unaona, wanaendelea wanakopa, lakini na wanaendelea kwa sababu wanakopa na wanarejesha. Mikopo hii ndugu zangu sio zawadi. Hakikisheni kwamba mnapokopa mnarejesha. Sasa hivi tunafurahiana, si ndio? Lakini wakati wa marejesho tunaanza kusakaa pale, kwa wale ambao watakuwa watakiuka. Mwaka jana nimepata taarifa hapa tumekopesha karibu milioni mia tatu na kitu lakini, lakini fedha zilizorejeshwa karibu ni milioni mia moja na kitu, karibu milioni mia mbili na kitu bado hazijarejeshwa. Sasa unapokopeshwa wewe, utakaporejesha unatoa fursa kwa wengine kuweza kukopeshwa. Jumla ya vikundi kumi na nne vilikidhi vigezo vya kupatiwa mikopo mikopo wenye thamani ya shilingi milioni mia moja na mbili laki sita na elfu thelathini na nane. Miongoni mwa vikundi hivyo vilivyokidhi vigezo, vikundi vya wanawake ni sita, vikundi vya vijana ni sita na vikundi vya watu wenye ulemavu ni viwili. Kwao leo tunapokea mikopo tujue tunapokea dhamana, twende tukaifanyie kazi ili tuboreshe uchumi kama anavyosema Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa wetu Rais anataka kuboresha wananchi. Kwa hiyo kwenye uboreshaji tunapewa mikopo, huo mkopo unakuwa kama mtaji wetu wa kujiendeleza, ili tuishi vizuri na uchumi wetu uimarike. Na nichukue fursa hii kuwasihi vijana wenzangu pia, katika hii mikopo ambapo tunaipata, basi tuitumie vyema katika yale ambayo yanastahili kufanyiwa kwa kadri ambavyo maandiko mradi yetu yalieleza, kwa sababu mpaka unapewa mkopo maanake andiko mradi lako ni nzuri na linaeleza nia njema na thabiti ya mkopo huo. Huu mkopo tumeomba kwa ajili ya utuendeshe na shughuli ndogo ndogo, kwa mfano sisi akina mama tuendelee, yani, kama tukipata hizi hela tukifanya shughuli hizo tunapotaka kupata na tukarejesha huu mkopo, basi itunufaishe kuwasomesha watoto, tupate mahitaji madogo madogo na siye